Zote gata zote ziwe zinatoa maji masaa ishirini na ngapi? Na nne. Isitokee mteja anaenda sehemu kuchukua maji anakuta hakuna mtoa nini, mtoa huduma. Mmenielewa ndugu zanguni? Nikisikia wananchi wanalalamika kwamba hakuna mtu wa huduma kwenye gata, tutagombana kwa hiyo hata kama iweje, mtu kama ana shida badilisheni mtu mwingine akae pale. Mtu anaumwa atoe taarifa kwa bosi wake, bosi atafute mtu mwingine akakae kwenye nini, kwenye gata, watu wasikose nini, maji. Lakini pia mtatunza miundo mbinu ambayo inatuletea sisi nini, maji. Ikiharibika hiyo miundo mbinu, tunarudi kwenye ile hali yetu ya kawaida. Mheshimiwa Raisi Mama Samia ameamua kutekeleza, na watu wote ambao wako vijijini wanapata maji safi kutoka ziwa Vimaamako. Ofisi ya mkuu wa wilaya italipia. Watu wangapi? Saba. ni miaka sabini kwenda mpaka ngapi? Themanini. Ni wazee hawana uwezo mkubwa sana, lakini serikali iko mikononi mwao na ni lazima wapate nini? Maji wafungue maji wakiwa wapi manyumbani sawa. Mpaka sasa ujenzi wa mradi huu umeshakamilika asilimia mia moja. Kazi zilizotekelezwa ni uchimbaji wa, na ulazaji wa mabomba yenye urefu wa mita kilomita 80.258, uwekaji wa alama za, za za bomba na ujenzi wa vituo thelathini na moja vya kuchotea maji na vyenyewe vimekamilika asilimia mia moja. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, thamani ya kazi zilizotekelezwa ni zenye thamani ya bilioni mbili laki nne arobaini na nane mia saba na saba, mia tisa kumi na sita. Kiasi cha fedha kilichopokelewa ni bilioni mbili bilioni mia nne arobaini na nane mia saba na saba, mia tisa kumi na sita na kiasi kilichotumika ni bilioni mbili laki nne arobaini na nane mia saba sabini na saba mia tisa kumi na sita. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, chanzo cha mradi huu chanzo cha maji mradi huu ni bomba la kubwa linalotoka Mwanza kwenda Tabora, maji kutoka ziwa Victoria, ambao ndio umetumia kama chanzo cha maji kwa ajili ya kuhudumia hivi, hivi vijiji vinne. Maji tulikuwa tunayatolea mbali, kwa sasa hivi maji tunayapata kwa karibu ndo imekuwa unafuu wetu. Tulikuwa tunateseka sana sisi wakinamama, tunaamka kuanzia saa kumi, tunapata maji kuanzia saa nne saa tano ndo unafika nyumbani. Sasa hivi ndo tunapata unafuu wetu, maji tumeyapata karibu. Habari, karibu Mitandala shopping center, tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote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 Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.